Hello, hizi hapa ni bidhaa nzuri ambazo ni kwa ajili ya afya ya mwanamume na mwanamke. Masculine hebo ni ya mwanaume na feminine hebo ni ya mwanamke. Kama masculine hebo ina mchanganyiko wa herbs mbalimbali mbali, kwa ajili ya kutengeneza vizuri afya ya uzazi kwa mwanaume na sio uzazi tu, lakini overall well being ya mwanaume kuanzia kwenye mental health, aina manage stress, inapunguza uchovu na mood vitu kama hivyo inampa alertness activeness, kuanzia kwanza kwenye mental health yake, lakini mpaka kwenye uzazi, masuala ya tezi zinakaa vizuri na balance hormones, ina detox na kuweka afya yako vizuri kwa mwanaume, hii masculine hebo. Na kwa feminine hebo, na yeye inafanya kazi kama hizo, ina manage stress ina balance hormones na inamfanya mwanamke mwili wake ubehave namna inavyotakiwa kubehave. Inaondoa mapoison yote ma, ma, ma sumu ayo mapoison ambayo yanakuwa yamesha affect tayari viungo vyake labda na kumfanya reproductive health yake isikae vizuri, lakini pia kwenye mental health, kumanage stress kama nilivyosema, hizi bidhaa zinafanya hiyo kazi na zote utazipata kwa laki na ishirini tu ziko tablets 60 utatumia kwa mwezi mzima kila siku na meza mbili tu masculine hebo na feminine hebo masculine ni ya wanaume na feminine ni ya wanawake